Gazeti la Mwananchi moja kwa moja, kuna taarifa ambayo inasema wagundua tiba ya UKIMWI, habari ukurasa wa tatu. Lakini msaidizi wa IGP na familia yake wafa maji, basi la ua wawili na mambo sasa, shagara bagara, bomoabomoa Jangwani. Lakini kuna picha hapa ikionyesha uh, kuna watu wameweka kama bango hivi linasomeka Magufuli. Uh, mwambie Meck Sadiki atuonyeshe viwanja vyetu. na uh, taarifa ya picha hiyo inasema wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakipita kando ya mabango yenye ujumbe kwa Rais John Magufuli na mkuu wa mkoa Said Meck Sadiki katika eneo la bonde la Jangwani karibu na mto Msimbazi jana. Uh, gazeti la Mwananchi linaonekana namna hiyo, ukurasa wake wa mbele. Nikielekea kurasa za ndani za gazeti hili, lakini ukurasa huu kuna taarifa ambayo inasema, uh, habari za Jangwani, ikisema wakati muda wa mapumziko wa bomoabomoa ukimalizika leo huko, jaribio la kupata zuio la muda likiwa limewekwa kiporo, wakazi wa Jangwani ambako nyumba zitaanza kubomolewa leo jana waliweka mabango barabarani yanayotuma ujumbe wa aina mbalimbali kwa Rais John Magufuli. Ni taarifa hiyo, ukurasa wa mbele ikiendelea zaidi ukurasa wa ndani. Lakini Magufuli ampa CAG hesabu, uh, inasema taarifa hiyo, Rais John Magufuli ameitaka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ihakikishi Tanzania inaongeza ukusanyaji wa mapato kutoka asilimia 14 ya pato la taifa GDP hadi kufika kiwango cha juu zaidi huku wakitaka wananchi wafuate sheria. Uh, asiyeweza kasi ya serikali atupishe. Tiba ya ukimwi, taarifa hiyo inapatikana ukurasa wa tatu, ikisema wakati dunia ikiwa na zaidi ya watu 34 milioni 0 wanaoishi na virusi vya ukimwi, madaktari nchini Hispania, wametangaza kugundua tiba ya ugonjwa huo wanaodai ni ya uhakika. Na msaidizi wa IGP na familia yake wafa maji basi la ua. Naliweka kando na kamati ya gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe: Magufuli ya watega vitanzi 13, mafisadi vigogo wapigaji hela sasa wakosa pa kutokea. Taarifa zaidi ukurasa wa pili, lakini kuna taarifa ambayo inasema pia msaidizi wa IGP Mangu, mke, watoto, house girl wafa kwa kusombwa na maji. Uh, kiama cha bomoa bomoa nyumba elfu kumi da leo na Magufuli aagiza mambo matatu kwa CAG na DPP. Gazeti la Nipashe ukurasa wake wa mbele uh, linaonekana namna hiyo kabla ya kuingia kurasa za ndani. Basi naingia kurasa za ndani nisome taarifa chache. Ukurasa wa pili mawaziri cfwainguliwa uzinduzi wa miradi Zanzibar mashamba ya miwa yachoma moto tena. Taarifa kutoka Zanzibar na zaidi ya hekta elfu moja shamba la, kupunga, la kapunga zarejeshwa kwa wananchi. Ukurasa uh, wa pili wa tatu, basi la luinzo la ua wa 432 majeruhi na wagonjwa wapya 177 walipotiwa kuugua kipindupindu mikoa miwili tofauti. Ukurasa nne wa wataka kamati ya shule ing'olewe, na mauaji ya kutisha ya Shamiri Geita majambazi yauua Tarime. Lakini hapa uh, pia tunaona habari picha ikiwaonyesha uh, watoto na mama wao wakipelekwa shule. Hapa uh, naona ni wale ambao wameanza darasa la kwanza. Majaliwa aagiza matumizi ya matrekta katika kilimo. Kurasa zingine taarifa zinaendelea, naliweka kando gazeti ili la Nipashe, sasa nalikamata Jambo Leo gazeti la jambo leo limeandika serikali kuvunja leo mahekalu ya vigogo yamo ya mchungaji lwakatare cag utou na mahakama kuamua hatima ya bomoa bomoa msimbazi afya ya pengo yazidi kuimarika nyaraka za ziwa nyasa zapatikana patikana msaidizi wa igp afa kwa kusombwa na maji pia yumo mke watoto na watu wengine basi laua wengine 34 wajeruhiwa iringa Uh, gazeti la Jambo Leo lina mwonekano huu, ukurasa wa mbele asubuhi ya leo. Uh, naliweka uh, kamati hizo. Kurasa za ndani sasa naanza kuzisoma kwa uchache. Serikali kuvunja leo mahekalu ya vigogo uh, taarifa hizi patikana ukurasa wa pili, nasema hatimaye mchungaji wa kanisa la Assemblies of God Mikocheni B Getrude Rwakatare amekubali nyumba yake nyumba zake zilizopo mtaa wa Al Sykes Coco Beach jijini Dar es Salaam zibomolewe. Nyumba za mchungaji wa Katari uh, ziliwekewa alama ya kubomolewa, mwiki, ya kubomolewa mwishoni mwa wiki na wizara ya mali asili na utalii ambapo zinatarajiwa kuvunjwa leo kwa kile kilichodaiwa kuwa zimejengwa pembezoni mwa ufukwe wa bahari. Kumekucha Tanzania Malawi: serikali imepata nyaraka zinazohusu mpaka wa Ziwa Nyasa kati ya Tanzania na Malawi. Kupatikana kwa nyaraka hizo kutasaidia kumaliza utata wa mpaka huo, kwani ulizua mvutano mkubwa kati ya nchi hizo mbili. Utata fedha za elimu bure. Shule nyingi za msingi na sekondari hazijapatiwa fedha na serikali ili zianze kutoa elimu bure kwa wanafunzi. Hali hiyo imebainika baada ya gazeti hili kutembelea shule kadhaa ili kuangalia kama agizo la serikali ya awamu ya tano kutoa elimu bure limeanza kutekelezwa, kurasa za ndani za gazeti hili. Zaidi, msaidizi wa IGP afa kwa kusombwa na maji, Lowasa aikwepa CCM na mwimbili apatiwa CT scan mpya taarifa nyingi zipo katika gazeti hili na liweka kando na kamata gazeti la Uhuru na wameandika mambo moto moto. JPM akutana na CAG, DPP, Mufti na mwenyekiti wazazi, aagiza ukusanyaji wa mapato ya serikali uongezeke, siri nzito mpaka wa Tanzania na Malawi, na ziara ya waziri mkuu Majaliwa Kariakoo ya jibu. Gazeti la Uhuru lina mwonekano huu asubuhi ya leo. Uh, katika ukurasa wake wa mbele kama ambavyo uh, linaonekana, basi ni osome kurasa za ndani za gazeti. Lakini kabla ya kwenda kurasa za ndani, kuna habari picha hapa ikionyesha wakati imeelezwa kwamba wapo baadhi ya Watanzania wanaomiliki hadi nyumba kumi za kifahari kutokana na madai kujinufaisha kwa fedha za umma, kuna wananchi ambao bado wanaishi katika nyumba za mashaka kutokana na vipato duni. Uh, picha hii ni mkazi wa Ukwamani Kawe Dar es Salaam akiendelea na shughuli zake jana katika nyumba anamoishi na familia yake. Uh, ziara ya waziri mkuu Kassim Majaliwa aliyoifanya katika soko kuu la Kariakoo Dar es Salaam imeleta faraja kwa wafanyabiashara wa soko hilo, eneo la Shimoni. Taarifa zaidi kurasa za ndani. Kurasa wa, wa pili Profesa Mbarawa awasha moto TRL ni waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa amewataka watendaji wa shirika la reli Tanzania TRL na kampuni hodhi ya mali za reli RAHCO kuhakikisha sehemu ya reli iliyosombwa na mafuriko wilayani Kilosa mkoani Morogoro inaunganishwa ndani ya siku tatu na huduma za treni zinaendelea. Hapo utaona sehemu ambayo uh, imeharibika uh, na, uh, na treni kukwama Familia ya msaidizi wa IGP yafa ajalini. Taarifa hiyo imesika katika magazeti mengi, inasomeka hivi: uh, watu wanane wa familia ya msaidizi wa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, IGP Gerard Rioba wamefariki dunia baada ya gari waliokuwa wakisafiria kusombwa na maji katika eneo la Kibaigwa. Wakati familia hiyo ikikumbwa na majanga, watu wengine wanne wamefariki dunia na 35 kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha basi la kampuni ya Lowinzo lifanya safari zake kati ya Njombe, Dar es Salaam baada ya kulivaa lori kwa nyuma lililokuwa limebeba makaa ya mawe. Kipindupindu chazidi kutesa. Vuaji jitokezeni kwa wingi, uchaguzi wa marudio na serikali yanunua mashine mpya ya city scan mbili. Ziara ya waziri mkuu Majaliwa Kariakoo yajibu mambo sasa motomoto moto, na siri nzito mpaka Tanzania na Malawi pia tutapata kusoma katika kurasa za ndani za gazeti la Uhuru Tanzania Daima, sauti ya watu. Bomoabomoa yatinga kortini, mbunge awaongoza wananchi wake zaidi ya mia sita kufungua kesi, uamuzi kutolewa leo. Mabango ya kupinga bomoabomoa yatanda jangwani, yanasomeka hivi: Lukuvi tuache na maisha yetu. Magufuli mwambie Meksadiki atuonye atuonyeshe viwanja vyetu. Heri ya Musa kuliko ya Firaun. Kama eneo ni bondeni, ondoeni mradi wenu wa mabasi endayo kasi. Magufuli nafsi hizi zitakulidia hadi kiyama. Ndivyo gazeti hili linavyoonekana, unaweza ukaona hapo uh, kama ambavyo uh, picha hiyo ambayo imechukuliwa na mpiga picha wetu hapo inavyoonyesha. Uh, kurasa za ndani za gazeti hili ama taarifa nyingine ambayo inaonekana hapo ukurasa wa mbele ni Magufuli yaikausha CCM nauridaut majanga. Taarifa zaidi na kurasa za ndani, bomoabomoa ukurasa wa pili. Wakati uh, wataka karakana ya D, ndivyo ambavyo wanaandika kwa uchache tu ni kwamba mahakama kuu kitengo cha ardhi leo unatarajia kutoa uamuzi wa, wa ama kuendelea na ubomwaji au kuacha kutokana na hati ya dharura ya kupinga ubomwaji huo iliyowasilishwa na mbunge wa Kinondoni Maulid Mtulia kwa niaba ya wananchi wake zaidi ya mia sita. Ni hatari TPA kuifanya tafa kama kichaka, ukurasa wa nane wa gazeti hili. Dawa za kukuza makario hatari. Uh, Ilala ya taja wadaiwa sugu kodi ya majengo. Na waziri amtimua mkurugenzi. Naibu waziri wa ofisi ya rais TAMISEMI, utumishi na utawala bora Selemani Jafo amemsimamisha kazi mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela John Wanga kutokana na matumizi mabaya madaraka. Uh, nyumba elfu tatu za pigwa X, ndivyo ambavyo wanajinadi Tanzania Daima. Na aliweka kando gazeti hili la Tanzania Daima sasa, na alikamata gazeti la The Citizen The Citizen wameandika taifa liko katika uhaba wa dawa uh, wa shilingi bilioni 500, uh, kauli kutoka kwa MSD. Na polisi wasema wataendelea kuzi, uh, kuzilinda benki ama kuziangalia benki kwa jicho la karibu sana. Gazeti hili la The Citizen lina mwonekano huu, niliweke kando sasa ni kamati. Gazeti la Jamhuri, Jamhuri wao wameandika, mtoto wa Kova yumo, alikamatwa akadhaminiwa usiku. Kova anyoshwa kidole, kamati ya Magesa Gawile Engineer Matei wataka imulikwe. Uchunguzi wa baini ya wazi, Masawa alitolewa kafara. Uamuzi wa kipande ulifunguliwa uh, rasmi wizi wa makontena, aliyesimamia upotevu wa makontena akaimish, akaimishwa bandari uh, ndivyo ambavyo wanaandika gazeti la Jamhuri kabla sija Soma kurasa za ndani gazeti hilo lina mwonekano huu, kurasa za ndani za gazeti hili, kabla sijageukia kurasa za michezo na burudani. Ukurasa uh, wa pili, Bandari TRA wanavyohujumu kodi. Serikali ya rais John uh, Magufuli inayo kazi ya ziada kudhibiti uvujaji wa mapato, kwani imebainika kuwa waliokabidhiwa kazi ya kukusanya kodi wamejipanga kuhujumu mapato ya nchi. Uchunguzi wa gazeti la Jamhuri kwa mwaka mmoja umebaini sasa na kamata kurasa za michezo na burudani, nikianza na gazeti la Jamhuri mwali ligi kuu bara anukia, Yanga Azam vanga aja na mpya. Ni taarifa za kimichezo katika kurasa, katika gazeti la Jamhuri na katika gazeti la The Citizen, ni waandika Yanga na Azam ni kama vita uh, imeibuka tena ya kuwania ubingwa hiyo upinzani huo. Gazeti la Tanzania Daima, Mtibwa Sugar walia na marefa. Mapinduzi Cup: Yanga Azam FC vitani leo. Hatimaye Bosu atua Zenji. Yanga Azam, kisasi. Naam, ni gazeti la Uhuru, ndivyo wanaoandika hivi. Hazard aanza vibaya elfu mbili na kumi na sita ukizubaa umeachwa mdomo wazi. URA yaichapa JKU tatu kwa moja. Maxime, Azam FC inabebwa Gazeti la Jambo Leo ndo wameandika hivyo. Gazeti la Nipashe, Yanga wataka fidia ubomoaji Jangwani. Azam Yanga kuisimamisha Zans leo na mwisho wa ubishi leo, ndivyo ambavyo wanaandika Mwananchi.